Wakulima wa majani chai kutoka kusini mwa bonde la ufa sasa wanataka mabadiliko ya dharura katika sekta ya kilimo hicho kutokana na kile wanachosema ni malipo duni ya bonasi kutoka halmashauri ya KTDA. Kwenye mkutano uliofanyika leo eneo la Mogogosiek huko Konoin, wakulima hawa sasa wanadai majibu kuhusu ni kwa nini maeneo mengine yalipata bei bora ilhali wakulima wote huzingatia ubora wa chai wanazopeleka KTDA sura zao za huzuni zinaashiria kutoridhishwa kwa shilingi kumi na mbili kwa kilo walizopata kama bonasi, wakishinikiza viongozi wa eneo hili waingilie kati ili bei iboreshwe. Kwa nini bei ya katika naanguka kila mwaka na tujui, viongozi anafanya kazi gani? Kuna wengine wanasema hati mwaka mwaka wa 2032 bei itakuwa shilingi mia moja. Sasa tunauliza bei ambaye chai ambaye achachunwa inajulikanaje nitakuwa shilingi mia moja kwa kilo? Sasa tunauliza tunakaga viongozi wachipike wa na ku kuunganisha na wakulima na kufanya bidii. Kwa nini bei ya majani chai inaanguka kila mara? Shida yenye tuko nazo hapa ni shida ambaye ni viongozi yenyewe, wale wenye wako mbele atuongoze vilivyo. Ni ukulima ambao wanategemea ili kujikimu kimaisha, ila mwaka huu walipata kinyume na matarajio yao. We also on market diversification and direct export sales so that our produce can go direct to the market without requiring other avenues or systems of interventions. Sasa wanataka mabadiliko yafanywe kwa sheria kuhusu kilimo cha majani chai ili kuimarisha miongoni mwa mambo mengine bei kupunguzwa kwa gharama ya uzalishaji na njia za kisayansi za kupima ubora wa majani chai. Ukulima wa majani chai ni uti wa mgongo kwenye uchumi katika kusini mwa bonde la ufa, na wakulima wanasema kuwa kando na kuzingatia ubora wa majani chai kwa kuchuna matawi mawili na sindano, bei ilikuwa chini na wanataka mabadiliko yafanywe ili bei iboreshwe. Aaron Kipkoech, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Bomet.